Mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera, Alhaji Nazir Karamagi ametoa wito kwa wabunge wa viti maalum kutoka mkoa huo kuhakikisha wanaacha alama ya maendeleo ifikapo mwaka 2030 na kuwekeza katika miradi ya msingi inayowagusa wanawake na jamii kwa ujumla kama ujenzi wa vyumba vya madarasa badala ya kugawa vitenge pekee kwa kina mama, katika mkutano wa kampeni uliofanyika mjini Bukoba, kata Kitendagulo amesema na kero na desturi ya viongozi wanawake kugawa vitenge, ambapo aliwasii viongozi yao kutumia nafasi zao katika kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi, hasa katika sekta ya elimu na huduma za jamii, ambapo kupitia mkutano huo aliomba kula kwa wananchi kukichagua chama cha mapinduzi angalau kwa kila wilaya, si vitenge kwa wajumbe alama, si vitenge kwa wajumbe alama iwe ni chumba kimoja cha chekechea ama chumba kimoja cha cha cha cha, cha, hawa watoto kuchanja watoto. Na hawa sijawauliza lakini, naona sura zao kama vile wamekubali, wajipange na mimi hilo nitakuwa nalifuatilia. Wadau wengine wa Chama cha Mapinduzi, akiwemo kampeni manager anayemnadi mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi, aliueleza umma kwa nini wananchi wanaomba kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa mara nyingine Mama Samia kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi akasema injinia anatosha. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Bukoba kupitia Chama cha Mapinduzi mhandisi Joanseni Mtasingwa amesema atakapochaguliwa atashirikiana na wakala wa barabara za mjini na vijijini Tarura kutengeneza barabara ya Kitendaguro inayounganisha kata hiyo na kata Bakoba, huku akitumia wasaa huo pia kuelezea miradi mingine na kunadi ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Miradi yote iliyoanzishwa na Vyabato, niwahakikishie: ujenzi wa soko, taa za barabarani, kingo za mto Kanoni, ujenzi wa barabara kilomita kumi, ujenzi wa stendi. Niwahakikishie miradi yote itakamilika na itakamilika kwa wakati, na kwa uzoefu wangu nionao, mimi siendi kusimamia, naenda kufanya kwa sababu najua na naelewa na miradi inafanywaje, na, na miradi inatafutwa kwa njia gani danni, na pesa zinapatikanaje. Na wananchi wenzangu wa Bukoba na kitenda gulo, hatuna sababu ya kumnyima mgombea wetu wa uraisi wa Chama Cha Mapinduzi kura, si ndio hivyo? Na imani tunachagua maji, tunachagua umeme, tunachagua barabara. Maendeleo yanapatikana kwenye Chama Cha Mapinduzi, lakini za mheshimiwa rais wetu ili tumheshimishe kwenye mataifa mengine waone Samia Suluhu Hassan kashinda kwa asilimia 100. Kwa miaka mitano tumefanya makubwa ndani miauamija amiaka tumefungua barabara barabara mpya ambazo hazikuwa Nimepita kwa barabara hizo. Mfuko wa jimbo umefungua barabara tatu. Niliomba mheshimiwa Mtasingwa kusimama hapa kwa sababu ni injinia, tutamuomba sasa barabara hizo ziwe na kifusi. Injinia Mtasingwa kwa dabi anzingu mkifuba. Injinia Mtasingwa anataka maelewano kati ya serikali kuu na serikali za mitaa. Ni kuomba injinia Mtasingwa katika kazi tulizokuwa nazo. Tunazo kero za banks. Hapa society kuna watoto wameumia, wengine wamekufa kwa sababu ya kukosa pamsi, magari yanakwenda spidi. Nimehangaika Tarura, wananidanganya. Tumepata wewe, tumepona injinia Kimachambaiya Rundi Twakira, lakini viangu injinia, tunayo kero ya mto Kenuni, umeuona kule pale. Tunayo kero ya mto Mwakabaridi, tunayokere a mto Kikaranga. Ndugu zangu, tumepona tumempata injinia. Mimi naomba niwaambie ukweli, huyu mtu tunamfahamu zaidi anavyojifahamu. Unajua nifahamu uwezo wake tumeufuatilia, ili ni jembe la kazi. Chama cha Mapinduzi kupitia vikao vyake vimeridhika na kusema huyu awe mgombea wa CCM. Uchaguzi wa kuwachagua wabunge na madiwani na rais utafanyika Oktoba 29 mwaka huu. Kutoka Bukoba, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital.